Okay, okay. A, sasa leo e, naenda kuelekeza e, jinsi ya kuapil e, wakati unatengeneza account yako ya, ya pai inawezekana kuna sehemu lijichanganya ukakosea majina. Yaani jina ulilojaza kwenye pai limetofautiana na lile la kwenye kitambulisho chako, hata kama halijatofautiana jina zima, ila tu zimepishana herufi hata moja, hata hiyo lazima tu ikuponze na yenyewe. Sasa unachotakiwa kufanya utakuja kubonyeza hii sehemu imeandika synchronize status on mining app. Neno synchronize maana yake ni sawazisha. Kwa hiyo hapo, yes. Kishabonyeza watakuandikia status sent. Baada ya hapo sasa e, kuna hiki kisehemu chekundu kitatokea kwa baada ya hapo E, utakuja kukigusa kiki sehemu chekundu sawa. Baada ya hapo watakuleta hii sehemu, kwa hiyo utakuja kubonyeza hii sehemu imeandika apili. Ukishabonyeza neno apili sawa, mm -hmm. E, watakuletea hii sehemu ya kujitetea sawa, yani ni kwa nini majina yako yametofautiana na yale kwenye kitambulisho chako cha NIDA. Kwa hiyo hii sehemu ndio ya kutoa sababu kwa maneno ambayo yako chini ya ya herufi mia mbili, yaani maneno utakaoyaandika hapa inatakiwa herufi zake ziwe ya chini ya ngapi? Ya mia mbili, na ndio maana hapa nimekuandikia kabisa kwamba maximum is mia mbili characters. Unaona? Eh, ni sehemu ambapo natoa sababu kwamba ni kwa nini wewe majina yako yametofautiana na yale ya kwenye kitambulisho chako cha NIDA. Sasa utakapokuwa unajitetea sasa hapa, manake maneno herufi zake zisizidi ngapi? Mia mbili kwao. Baada ya hapo sasa, yes. Kwa hiyo utatoka sasa nje, utakuja kwenye sehemu ya WhatsApp kwa ajili sasa, utafuta sehemu ya kuandika kwanza. Ukimaliza kuandika ndo hamishie kule. Kwa mfano kama mimi hapa sasa, nimejitetea nimeandika kwamba I confirm that my name is Musa Kizamba Ayubu. At the first time I wrote my name wrong because I had no experience in PI. Sawa? Mm-hmm. Haya, nikaendelea kujitetea nikasema, my ID and liveness check prove that I'm the real owner of this account. Kwamba ninathibitisha kwamba majina yangu halisia naitwa Musa Kizamba Ayubu hapo mwanzo niliandika majina yangu kimakosa kwa sababu sikuwa na ujuzi wa kutosha katika pai. Kitambulisho changu na liveness check vinathibitisha kwamba mimi ndiye miliki halali wa hii akaunti. Kishamaliza sasa kujitetea, e, utagandamiza sasa maneno haya haya maneno. Baada hapo utarudi sasa, sawa, utakuja kuya eh, kuya paste hapa haya maneno, sawa. Ukisha paste hapo utakuja kusubmit, yes. Baada hapo sasa eh, watakuambia kwamba appeal submitted, yes. Baada hapo utakuja kubonyeza hapo kwenye synchronize status on mining app, sawa. Ukishabonyeza hapo yes watakwambia kwamba status is senti. Baada ya hapo utasubia dakika 30. Baada ya dakika 30 utarudi tena kwenye KYC yako, ambapo utakuta imesha pass. Yes, utaikuta tayari imekwisha kwisha pass sawa. Kwa hiyo kitakachobaki sasa, inabidi tuje ukague vipengele vya main checklist kama viko vizuri yes. Kwa hiyo mpaka hapo tunakuwa tumemaliza. Hii ndiyo jinsi ya kuapili lada tuniwakumbushe kitu kimoja, wale maz wale unapokuwa unamsajilia mtu akaunti, unapokuwa link ajisajili, mwelekeze usimterekeze. Ukimterekeza ndo mtu anakosea majina eh, mtu anajaza Musa wakati mtu anaitwa Juma. Yes, kwa eh, hiyo hii ni jambo la msingi. Basi niwatakie tu mchana mwema.